Hello, welcome back DB Tech. Uh, katika O level result system. Uh, leo tunaangalia na namna ya kutengeneza mtihani kupata matokeo kupata matokeo ya mitihani zaidi ya mmoja ambayo utaiunganisha, utakuja hapa kwenye kipengele kilichoandikwa uh, uh, exams, ukibonyeza hapa kwenye exam, unaweza sasa. Hapa utakutana na orodha ya mitihani yote. Kwa mfano hapa tuna mtihani mmoja, unaweza uka create mtihani kwa kubonyeza hapa, register exam, ambapo hapa unaweza ukasema huu ni wa pili katika orodha hii, lakini jina la mtihani tuseme labda huu ni wa terminal, terminal labda huu ni wa form 1 tarehe ya kwanza mtihani unaweza kuchagua yoyote, tarehe ya kumaliza mtihani waweza chagua yoyote. Utaona kuna kodi inatengenezwa hapa, ambapo ukisave, ukija hapa ukarefresh, utaona huo mtihani wa terminal tayari umeshatengenezwa hapa na una kodi tofauti na mtihani huu wa uh. Yote ni ya form one, lakini huu ni wa test one na huu ni wa terminal. Kwa hiyo unaweza kutengeneza mitihani mbalimbali ambavyo wewe utakavyohitaji tengeneza hapa. Hii alama unaweza ukaedit, kama jina la mtihani ume umekosea unataka ulibadilishe, lakini pia hapa utaweza kutengeneza mtihani kwa kubonyeza hapa, utasema unahitaji kutengeneza mtihani, utasema yes, tayari utaambiwa umefanikiwa kutengeneza mtihani huu, ambapo ukibonyeza hapa itafunguka uh, ambayo sasa itakuomba utaona ile code lakini itakwambia u create mtihani ukisha create mtihani, kuna menu mbalimbali zitafunguka, ambapo kuna hii kwa mfano ya ku download Excel kama unataka mtihani um, huu uingize alama kwenye Excel, then uje upandishe uh, kwenye ku upload hapa, au ingize alama moja kwa moja huko kwenye mfumo kwa kubonyeza hapa Intermax, then ukichagua somo mfano historia ya Tanzania, hapa kwenye alama basi unaweza uka inta uh, max moja kwa moja huku huku kama tunavyoona, lakini pia unaweza uka download Excel hapa kwa maana uweze kuingiza kwenye Excel. Theni itafunguka Excel hii, hapo tunaiona ya yeah, tunaona zile alama ambazo tulikuwa tunatesti kuingiza zinaonekana hapo ita kule ni kwenye somo tulikuwa naona historia ya Tanzania, no matter kwa sababu masomo alikuwa amesajiliwa before. Kwa hiyo uh, ut, uh, utasajili tu hapa, lakini kule kwenye kuregister utasema historia ya Tanzania, ukipandisha yenye itasoma as historia ya historia ya Tanzania. Na hapa mbele kuna kodi tumezi hide, usizifute hizi kodi, kwamba zitakuwa zinatambua e, jina la mtihani pamoja na mwanafunzi gani. Go, kwa tumehide hapa kwa kila nani na hapa ukizidisha uh, hapa utahitajika kuingiza alama tu, ukiweka hata herufi itakata, kama ni x yenye itatambua yenye, na ukizidisha zaidi ya mia moja itakata, kwa utaweka alama. Kwa mfano mimi nitaweka za mchongo za rand between ili niweze kupandisha labda yanzie uh, nane hadi uh, themanini na tano alama zangu zio zinaanza hapo, then nita scroll kwa wanafunzi wote Yes, wanafunzi wote, yeah. Then naweza nikatoa hiyo fomla kwa kukopi na hizi, yep. Naweza nikazi save hizi alama niseme au 1 hata 1 hivo, then niweke kwenye desktop hapa, then naweza nikasevu then naweza nika cancel uh, ukicha maliza kuandaa kwenye excel unaweza ukaja hapa uka upload hapa kwa excel, then itakuleta ita moja kwa moja storage ya kompyuta yako, utatafuta. Kwa mfano mimi natafuta form 1 nitaibonyeza, then nita okay, tutaona umefanikiwa kupandisha uh, upload update is successful, tayari umesha pandisha alama. Ili kwa hakika kama umepandisha alama, ukija hapa kwenye enter marks ukichagua somo lolote, utakuwa unaona wanafunzi tayari wana marks kama tunavyo tunavyoona sasa. Ukishaweka alama ndio utakuja ku create matokeo hapa. Uh, saizi kila kodi unaweza uka create automatic, kwa mfano nimesema, create result after enter au upload marks. Ukishamaliza ndio utabonyeza hii alama. Hakikisha hapa masomo tayari usha register lakini pia hapa kama unataka ripoti na hizi character uh, za assessment character, unaweza kuwa tayari ushazirejista usha hapa tayari, unaweza ukazi register kwa huku kwa kila moja au kwa zote character assessment au uh, ndo unakuja hapa unabonyeza create exam uh, tasibili load then ita publish kila kitu best tena nini zote zikimaliza tayari, hata hizi menu za results zitafunguka, ambapo hapa unaweza ukaona matokeo to haya hapa, ambapo tunaweza tukaya, tuka, tukayaona yes, uh, na nafasi za kila mwanafunzi hapa wanafunzi hapa wanafunzi wana stream, na huku chini ukija huku chini unaweza ukaona page ya mwisho utaona hizi uh, Uh, summary ya masomo yote kama tunavyo tunavyoona, lakini pia ukibonyeza hapa, unaweza ukaiprinti kwa PDF hapa, ambapo unaweza ukaiweka labda kwenye desktop yes, unaweza ukaiweka kwenye desktop unaweza ukaiweka then ukai okay then publish. Ikimaliza kupublish, itafunguka tutaona matokeo yatakuwa tayari. Kwa namna hii tu tayari unakuwa umeandaa matokeo, kila kitu kitakuwa kiko ready kama tunavyoona, business ya historia ya Tanzania na registered na nini, kama tunavyoiona ilivyo iko okay na kila kitu iko okay. Lakini pia hapo, unaweza kaona uh, reports reports zitakuwa ziko ready ndani, kama tunavyoona za wanafunzi wote, kama tunavyoona. Na yenyewe pia unaweza ukaja hapa ukai print PDF. Kuna best ten hapa itakuwa tayari, na yenyewe pia unaweza kai print PDF hapa Best 10, yes kaweka labda hapo kwenye desktop, utaona tayari best 10 already inaweza kuwa generated kwa PDF kama tunavyoiona, wa kwanza wa pili hadi wa mwisho atakuwa anaonekana anaonekana vizuri kabisa hapo. Lakini pia unaweza kaona best 10 subject wise hapa, lakini pia unaweza ka print na yeye PDF hapa kwa mtihani huo ambao tume tumeutengeneza hiyo subject wise. Unaweza kutengeneza PDF ambayo na wenyewe a ikimaliza itakuwa publishing kama tunawezaweza kuiona. Yes, unaweza download kwa mtihani huo ambapo ta download Excel sheet, ita, ita zote na wanafunzi wote wenye namba. Kwa mfano hawa wawili ndio walikuwa na namba, basi tunaona matokeo yao yako tayari. Wa kidato cha kwanza tunaona na matokeo, ukienda kuituma hizi tayari zitakuwa Zitaenda kila mzazi atapata ujumbe kwa mtihani huu. Sasa kwa mfano una mitihani miwili tunaua hapa form 1 test na outcome. Tunataka tutengeneze average ili tupate report ya mitihani miwili, utakuja hapa hapa unaweza ukachagua kwanza mtihani huu wa kwanza. Then utaya, ukibonyeza hapa, create, tutaona hapa kuna report 1, report 2, kwamba huu ni mtihani wa kwanza kwenye report, mtihani wa pili kwenye report. Nataka hii test ambayo tumeichagua hapa tuibonyeze hapa kwenye report one. Itasema copy data successfully kwenye mtihani wa moja kati ya mbili. Utakata, utakuja hapa kwenye terminal utabonyeza tena, utabonyeza hapa create, then utakuja hapa kwenye report two. Kwa kubonyeza report two tutaona inakuja menu nyingine inaitwa create result for joint exam. Ukibonyeza hii then ita publish. Yes, tutasubiri ita publish base 10 na kila kitu basi ita okay, tayari tunakuwa tunapata result ya pamoja hapa, ambapo tunaweza tukai download to tu, to excel to PDF. Hapo naona tuna publish, ambayo itakuwa ni matokeo sasa ya mitihani miwili, imetafuta average kama tunavyoiona. Hii ni tofauti na ile tayari, anakuwa yako tayari, na huku chini tutaona inasama wale hapo, kama tunavyo tunavyoiona hapo. Lakini pia tukija hapa kwenye report, si utapata report ambayo ngoja tu download ambayo ina mitihani miwili kwa PDF. e, naweza tukawait hapa zina load yes, report zikamilika zita load zitafunguka hizo hapo. Naona ziko tayari, tunaona tuna mitihani wa nusu muhula, lakini tuna muhula, kuna mitihani miwili, lakini pia kuna average ya mtihani huu, na nafasi nafasi hii ambayo atakuwa ameipata hapa ni ya mtihani wa joint, sio ile ya mtihani ule mmoja. Kwa hiyo kila report itakuwa iko already. Kwa mfano, huyu alikuwa na picha tunaona tayari ana picha na nafasi yake amekuwa ngapi kati ya wanafunzi 40 kama tunavyo tunavyo tunavyoona. Lakini pia unaweza kupata best 10 ni mtihani huo wa pamoja, ambapo napo pia unaweza ukaiweka kwenye kwenye PDF ikafunguka. Best 10 ya mtihani hiyo ambayo umejoin umetafuta village, tunaona hii hapa iko iko rede dani. Lakini pia ha, unaweza ukatafuta nini best 10 in subject wise hapa ambapo naye pia unaweza ukaiweka hapo. Kwa hiyo uh, vyote vitakuwa viko ready just you kuprint tu ina inakuletea kila kitu kam, kamili. Unaona mtihani kila mtihani hapa best 10 ni subject wa hizi zitakuwa ziko tayari hapo. Lakini pia unaweza ukapata SMS, unaweza ukadownload SMS kwa mtihani huwa pamoja, ambapo hichi kipengele cha SMS mwanzoni hakikuwepo, kilikuwepo huku tu. Tunaona SMS ya mtihani wa pamoja tayari kwa generate na matokeo ni ya mtihani huu wa pamoja ambao umeugenerate umeutengeneza, yani wakuunganisha mitihani zaidi ya mmoja kwao. Kwa namna hiyo ndo unaweza uka create mtihani ukatengeneza. Lakini pia hapa unaweza ukaselect ukachagua, unataka mfumo um, ufate division za uh, mtaala mpya au no. Ukisema mtaala mpya yes, basi division itaanzia point nane na sio point saba. Ukisema no itafata mtaala wa zamani, ambapo division wani inaanza na point saba, then unaweza ka enter then uka cancel. Kwa utaselect hapa kwa namna ambavyo wewe utahitaji, itafute division kwa namna gani, kwa mtaala mpya au kwa mtaala wa zamani. Hapa unaweza ka ukafuta kama tunavyoona hapa inavyosema and welcome DB Tech kwa kupata mfumo ambao ni rafiki kabisa.